Mheshimiwa Lukuvi amesema hayo alipokuwa akifungua kongamano na mkutano wa mwaka wa chama cha wapima ardhi nchini ambapo amesema wapimaji wenye tabia hiyo wamekuwa wakiwasababishia watu wengine hasara kubwa. Kesho kazi mnayofanya ya kusajili wapya iwe pamoja na kufuta wengine. Msio mnasajili tu. Wako wengine wanawavunjia heshima. Pima yote ya kila bila kunawa ndani ya serikali, wote mnaathirika, kwa pima wote mnaonekana wa hovyo. Kwa hiyo, andikisheni waingizeni kwenye daftari, lakini wafuteni pia pia, kwa sababu watu wa kufuta mnawajua. Hata mimi mkitaka ni wanongoneze nitawanongoneza. Andikisheni wapya, lakini wafuteni wale wanaowavunjia heshima, kwa sababu fani yenu, hata mkiwa kwenye private sector, mimi save ah, bora nijipimie kwa miguu tu, hamna maana nyee. Kabla ya kumkaribisha waziri, rais wa chama hicho Bwana Martin Chodota amesema sheria zilizopo sasa hivi zinazosimamia sekta yao zimepitwa na wakati, na hivyo umefika wakati kwa serikali kuja na sheria zingine ambazo ni nzuri zaidi. Tunashauri pia kwamba sheria zetu mbili, sheria ya, ya, ya upima ardhi Land Act na sheria iliyoiweka NPS sasa zimepitwa na wakati tunajua kwamba wizara yako imeanza mkakati wa kuzirudia, tunaomba zirudiwe haraka na wakati zinarudiwa, IST na wadau wengine wa upimaji wahusishwe ili tuweze kuzimaliza hii kazi mapema. Baadhi ya wa washiriki wa kongamano hilo wamesema wameweza kujifunza mambo mengi na anatambua changamoto kubwa iliyopo mbele yao katika kuhakikisha wanakwenda sambamba na mipango ya serikali katika kuhakikisha kuwa maeneo mengi zaidi yanapimwa kimsingi, tunashukuru kwa sababu waziri alichoki, ametusaidia na sisi kama wataalamu wa upimaji na ramani. Sasa hivi tumejipanga kupima nchi nzima, tunaona waziri jitihada zake za ku, ku, ku, kupanga na kupima nchi nzima. Kwa hiyo sisi kama wataalamu wa upimaji ndo tunaojipanga na ndo tunao wajibu wa kupima, na sasa hivi tunamuunga mkono, tuko bega kwa bega na waziri. Hii katika mkutano huu ambao umehusisha wataalamu ambao ni wapima ardhi kutoka katika maeneo mbalimbali hapa nchini ambapo mheshimiwa waziri pia amewapa changamoto mbalimbali ya namna ambavyo wanaweza kuboresha utendaji kazi wao. nikiripoti kiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.